Mwaka 1923 baadhi ya wafanyabiashara waliofanikiwa zaidi duniani walikutana katika hoteli ya Edgewater Beach huko Chicago. Waliohudhuria walikuwa pamoja na Charles Schwab, rais wa Bethlehem Steel, Richard Whitney, rais wa soko la hisa la New York, Albert Fall, mwanachama wa baraza la mawaziri la rais wa Marekani, na rais wa benki aliyeitwa Leon Frazia. Ilikuwa imesemwa kama Magazeti yalivyoripoti mkutano wao kwamba watu hawa kwa pamoja walikuwa na utajiri mkubwa kuliko ule uliokuwa kwenye hazina yote ya Marekani. Kwa miaka mingi, magazeti na majarida yalifuatilia maisha ya watu hawa, walichosema, jinsi walivyoishi, utajiri wao, majumba yao, mitindo yao ya maisha, yakichapisha hadithi zao za mafanikio na kuwaonyesha kama mifano wa kizazi kipya. Sasa hebu nikuambie, dunia ya leo inafanya vivyo hivyo. Inatukuza utajiri, kana kwamba kuwa na pesa kunafanya maisha yako yawe mfano wa kuigwa, kana kwamba kuwa tajiri kunamaanisha unastahili kunukuliwa. Sasa usinielewe vibaya, hakuna ubaya wowote wa, wa asili kuhusu pesa. Labda leo unahitaji pesa kidogo zaidi ili kulipa bili zako. Shida ni kupenda pesa kupita kiasi, tamaa ya mali na vitu na hebu nikuambie tena, shida sio kile tunachoweza kumiliki, shida ni kile kinachotumiliki sisi. Ushawahi kufikiria kwamba Yesu alizungumzia zaidi kuhusu pesa na mali kuliko alivyoongea kuhusu mbingu na jehanamu kwa pamoja? Kwa kweli, katika Biblia kuna marejeleo mia tano kuhusu maombi na marejeleo elfu mbili kuhusu mali. Ni wazi kwamba hili ni jambo kubwa sana wa maisha ya muumini leo. Sasa hapa katika Mathayo sura ya sita, Bwana anahubiri kuhusu suala la pesa na anasema hapa kwenye mstari wa 19, msijiwekee hazina duniani ambako nondo na kutu huharibu na ambako wezi huvunja na huiba. Sasa Yesu anaweza kuwa anazungumzia aina gani ya hazina ikizingatiwa kwamba benki hazikuwepo wakati huo? Tunajua kutokana na historia kwamba nguo zilikuwa zinakusanywa na mara nyingi nguo zilitumika kama sarafu. Watu walikuwa wanashona dhahabu kwenye nguo zao, kwa hiyo kwa hakika walikuwa wanavaa akaunti yao ya benki. Pia walihifadhi nafaka kwenye magala, na wakati huo nafaka ilikuwa na thamani sawa na dhahabu. Na pia baadhi ya watu walikuwa wanatunza sarafu za fedha au dhahabu, mara nyingi wakizificha nyumbani kwao au hata kuzizika ardhini. Sasa ukiwa na hayo akilini, Yesu anazungumzia aina tatu tofauti za wezi ambao wanaweza kuchukua hiyo hazina yote. Mwizi wa kwanza ni nondo. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 19 kwamba nondo anaweza kuharibu. Kweli kabisa, nondo mmoja tu anaweza kuharibu kabati zima la nguo. Yesu pia anataja kutu uharibu hazina kwa kweli neno analotumia kwa pole pole, kutu linamaanisha ula polepole, inaweza kumaanisha kutu au mmomonyoko, inaweza pia kumaanisha panya kama vile mbwa au panya wanaoweza kula nafaka iliyohifadhiwa maghalani, na huenda Yesu alikuwa anamaanisha hilo hapa. Nimesoma kwamba nchini India wanakadiria kuwa hadi asilimia 50 ya akiba yao ya nafaka ya kila mwaka inaliwa na panya. Sasa Mwizi wa tatu ambaye Yesu anamtaja hapa ni jambazi. Anasema hivi kwenye mstari wa kumi na tisa wezi wanaweza kuvunja na kuiba. Kitenzi anachotumia hapa kwa kuvunja kina maana halisi ya kuchimba au kupenya kwa kuchimba. Unaona, katika siku za Yesu nyumba zilijengwa kwa matofali ya udongo na wezi wangeweza, unajua, kuchimba shimo ukutani na kuingia ndani ya nyumba yako. Sasa suluhisho ni nini? Basi Yesu Anasema hapa kwamba hakikisha uwekezaji wako mkubwa zaidi huko mbinguni. Anasema hapa kwenye mstari wa ishirini, jiwekee hazina mbinguni ambako nondo wala kutu haviwezi kuharibu na ambako wezi hawawezi kuvunja na kuiba. Kwa maneno mengine, hakikisha unawekeza katika mambo ya milele. Sasa uwekezaji wa milele ni nini? Moja ya mambo hayo ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wekeza katika uhusiano wako naye. Uwekezaji mwingine wa milele ni watu, kwa sababu wataishi milele. Wawekeze wao. Tatu, tumia muda wako katika neno la Mungu, hili litaishi milele. Na nne, wekeza katika kazi ya Kristo duniani kote. Toa pesa zako kwa kazi ya Kristo, itakuletea faida ya milele. Sasa, Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 21, mahali ambapo hazina yako ipo ndipo moyo wako utakapokuwa pia. Anachomaanisha ni kwamba kile ambacho kweli unakipenda kitaonekana kupitia kile ambacho umewekeza ndani yake. Unajua, mtu anaweza kuniambia, unajua moyo wangu uko kweli kwenye huduma za kimisheni on kweli. Je, unajitolea kanisani kwenye kamati ya misheni au huduma yoyote ya hapa nyumbani inayowafikia watu kwa injili? Naam? Hapana. Ushawahi kwenda kwenye safari ya kimisheni? Ah, hapana, zile tiketi za ndege ni gali sana. Je, unawapa wamishonari pesa yoyote? Hapana, lakini lazima nikuambie, moyo wangu uko kweli kwenye huduma za kimisheni. Basi ngoja nikuambie hauko, unajidanganya mwenyewe, na Yesu anakuambia sababu yake Utawekeza kwenye kile ambacho kweli kinakuvutia kwa kweli. Yesu anatoa mfano ili kuthibitisha hoja yake hapa kwenye mstari wa 22: jicho ni taa ya mwili, basi jicho lako likiwa zima, mwili wako wote utakuwa umejaa nuru, lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa umejaa giza. Basi ile nuru iliyo ndani yako ikiwa ni giza, basi hilo giza ni kubwa kiasi gani? Yesu anatumia jicho hapa kama mfano wa ufahamu wa kiroho, uelewa wa kiroho. Kama ufahamu wako ni wa kibiblia na sahihi, maisha yako yataelekea kwenye mwelekeo unaofaa. Maisha yako, mali zako, uwekezaji wako na malengo yako maishani yataelekezwa katika kumtukuza Mungu. Yesu anatoa mfano mwingine hapa kwenye mstari wa 24 hakuna mtu anayeweza kuwatumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia mmoja na kumpenda mwingine, au atashikamana na mmoja na kumdharau mwingine. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Sasa sikiliza, Bwana siyo kwamba anapinga kuwa na akaunti ya benki. Hapingi kuvaa nguo nzuri, yeye hapingi wewe kuwa na kazi. Hilo siyo tatizo hapa. Suala la msingi hapa ambalo anazungumzia ni lile unaloishi kwa ajili yake, unalolifuatilia. Huwezi kuishi bila hilo au huwezi kuishi bila Mungu anasema hapa, huwezi kuishi kwa ajili ya Mungu, huwezi kumtafuta Mungu na wakati huo huo ukatafuta pesa kama lengo lako kuu. Hebu nikuambie, kama unaishi kwa ajili ya pesa, maisha yako yatakuwa yamejaa wasiwasi na hofu. Hawawezi watakuja. Utaipoteza. Itaibiwa. Hicho ndicho Yesu anachosema hapa kwenye mstari wa ishirini na tano, msihangaike juu ya maisha yenu, mtakula nini au mtakunywa nini, wala juu ya miili yenu mtavaa nini. Je, maisha si zaidi ya chakula, na mwili si zaidi ya mavazi? Kwa maneno mengine, maisha yanahusu mambo ya milele. Na sasa Yesu atatumia ndege kama mfano na kwa kweli nadhani labda anafanya hivyo kwa kuwa anahubiri pale mlimani. Huenda hata anawaonyesha baadhi yao wakiruka angani anaposema hapa kwenye mstari wa 26, angalieni ndege wa angani, hawapandi, hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na bado baba yenu wa mbinguni huwalisha. Je, ninyi si wa dhamani zaidi kuliko wao? Kwa maneno mengine, kama Mungu anawajali ndege, hakika atakujali wewe pia. Sasa Yesu anauliza swali la moja kwa moja hapa kwenye mstari wa 27, ni nani kati yenu kwa kujisumbua anaweza kuongeza saa moja katika maisha yake? Kwa maneno mengine, kuhangaika ni kitu kinachopunguza, hakiongezi chochote kwenye maisha yako, hata muda wa sekunde moja. Nimesoma kwamba kuhangaika ni kama kiti cha kuzunguka, inakupa kitu cha kufanya lakini haikufikishi popote. Basi Yesu anasema hapa kwamba tunapaswa kuelekeza pesa zetu, mawazo yetu, akili zetu na uwekezaji wetu kwenye mambo ya milele. Mstari wa thelathini na tatu unafunga wazo hilo: lakini tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mambo haya yote mtazidishiwa. Anasema weka mtazamo wako wenye umilele. Fanya uwekezaji wako mkubwa zaidi katika ufalme ujao wa Yesu Kristo. Hiyo ni njia nzuri ya kuhakikisha kwamba mali zako aziku miliki wewe. Unakumbuka ile mkutano wa mwaka 1923 niliyotaja, kwa wale watu wenye nguvu na utajiri, wale watu ambao magazeti na majarida yalidhani wanaishi maisha bora kabisa? Basi ndani ya miaka 25 baada ya mkutano huo mambo yalibadilika sana. Charles Schwab, rais wa Bethlehem Steel, mtu aliyeishi maisha yasiyo ya maadili, alijikuta akiishi kwenye chumba kidogo baada ya kupoteza jumba lake na pesa zake. Kwa kweli, alikufa akiwa na deni la mamia ya maelfu ya dola. Richard Whitney, rais wa soko la hisa la New York Alikamatwa baadaye maishani kwa kosa la ubadhirifu wa mali na akaenda kutumikia kifungo gerezani. Leon Frazier, rais wa benki, alijiua mwenyewe. Albert Fall alihukumiwa kwa kupokea hongo na akaenda gerezani. Albert Fall baadaye alisamehewa na rais wa Marekani ili aweze kufa akiwa nyumbani kwake. Hebu nikuambie, dunia haielewi kwamba inawezekana upata riziki na usiwahi kuishi maisha yenye thamani ya kuishi. Sikiliza mpendwa, usiwahi kuweka moyo wako benki. Wekeza moyo wako, umakini wako, upendo wako, tamaa yako kwenye hazina za milele, na hicho ndicho kitafanya maisha yako yawe na thamani ya kuishi, haijalishi una kiasi gani